Mzungumzo kama watu hawajaelewana lazima wakae chini, hawaelewane hawataka waongee, hawa wange watu wakae, watu na ina na ina adabu na ina masharti yake, na kila watu awana wananchi watakaa chini chini, wataelewana. Yana kawaida tabia ya binadamu lazima watu watagombana siku, tabia yetu sisi. Kuna mtu amekamilika? wewe na mke wake mke wako siku siku watagombana, wewe na ndugu zako, wewe na rafiki zako, wewe na jirani yako. Kawaida mwanadamu lazima totokea ugomvi baina wewe na watu unaishi nao. Kwa nini? wewe hujakamilika na wao hawajakamilika. Kuna mtu amekamilika? mtu wa kwanza, baba yetu Adam, amemkosea mola wake. Mungu amwambia usile miti hii, kala lakini amerudi kwa Mola wake kuomba msamaha. na Iblisi alayhi laanatullah kamkosea Mola wake, Mungu amwambia msujudie Adam, mheshimu Adam, akakataa. lakini Adam amerudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hakubali kwa kwa salake kasema mbele wa Allah kwa hali ya nyenyekevu, Allah kam samehe Allah. lakin lakini Iblisi amekataa kuomba msamaha, imana Mungu amemshushia laana yake Mungu mpaka siku ya Kiyama. Sasa kukaa watu chini, wanafanya ma, mazungumzo na wanakaa chini, hii ambayo kitu inalinda nchi na jamii na nchi inakuambia. Tanzania sio nchi tu, sio mayumba hii, kina kina wazebra hii, Simba Kilimanjaro, bahari hii, sio Tanzania. Sisi wa watu, kama watu wataondoka Tanzania wote, wamekufa wote, haichi tena Tanzania, niitwa ni pori sasa nchi maanake ni watu, na nchi inajengwa kwa watu wake vijana wake, na nchi ipatikana uhuru kupitia watu, umetoa muhanga umetoa muda yao mpaka ipatikana uhuru. Hii ni amani, hii sio wewe unaona lami unashana gari unafurahia una, kumbe lami ilikuwa hii, ilikuwa hii maponde yuko mashimo uko watu wametengeneza. Wa Waislamu lazima tufanye mazungumzo, tukae chini na kusudia, watu wa siasa wakae chini, awaelewane. Dini yetu unasema adabu ya mazungumzo, kwanza, inakusanya umoja na unatoa huduma kwa nchi, unasaidia nchi yako na watu wako, na wewe utapata msaada Alafu kukaa chini kuongea inaweka kuelewana, kuaminiana baina watu ambao wewe na wao uko su tafahum. Ya pili, wakati unaongea na, na mtu lazima ulete mezani kitu ambaye maslaha ya jamii, sio unazungumza wewe unaongea mambo yako binafsi, maslaha yako binafsi au chama chako au madhehebu yako au kabila yako, hii hawezi kuleta matunda au faida. Lazima ilete mezani ni kitu ambaye inaweka mezani kitu maslaha ya jamii ya inchi, na maslaha ya nchi na faida kwa nchi na amani ya nchi. Ya tatu kuongea na mtu sio maana yake wewe dhaifu. Mtu njoo tukae tuongee, sio maana yake wewe dhaifu, kama watu wengine wanaamini. Sio, sio wewe dhaifu, na sio wewe kukubali ushindwa, sio hivi, lakini inaonesha wewe unafahamu kubwa, una akili bana, yani una akili, yani wewe unajirana. Kutoa mfano, kila siku vurugu vurugu watoto wanapigana, wewe unaye unapigana, pelekaa na polisi. Sio, sio nzuri kwake wala kwako. Basi ukae na wewe ndugu bana, tukae pamoja, tuelewane, shida nini hapo? Maanake wewe umeokoa familia yote, na nyinyi jirani utaishi kwa amani. Dini yetu Qurani utukufu, Allah amefanya mazungumzo mitokeo mazungumzo baina malaika na Mungu, wakati Mungu subhanahu wa taala atakuumba binadamu, kawambia malaika: e malaika, mimi nitake niweke ardhi hii mtu anaishi, atakaa niaba yangu khalifa. Malaika wanasema: utaweka watu ardhi aishi? utaumba watu Mungu kumleta ardhi aishi? hawa watu watasambaza ardhi fisadi, watamwaga damu. Bora sisi hii, maana kwa kuwa niaba ya Mungu ni daraja kubwa, bora hii daraja hii tupate sisi, tupeleke sisi, sisi malaika, nasi tunakuta tuna tukatasa tunakatasa tukuna, nukaddisu lak, tunakufanya wewe tunakufanya tasbih, tunakuabudu wewe mungu ambe inni ala malata mimi najua ambaye nyinyi hujui hapa umetokea nini mujadala au mazungumzo baina ya mungu malaika mungu ajambi malaika we wolongana mimi hujumi nani yeye mungu hajasema kasikiliza pamoja yeye mungu kasikiliza au a wajasikilizamani na malaika ametoa rai yake swali so, linakuja malaika amejuaje watu watakuwa kwa niaba ya Mungu khalifa katika ardhi hii na watasambaza fisadi na watamwaga damu. Umejuaje? Binadamu leo sio nafanya hivi kila sehemu? Leo damu inamagika, fisadi wingine, wenyewe dume hawataka dakika ya awe kike, anachoma sindano sio, anatengenezea nini, naona dume kabisa kama kike, sio fisadi? fisadi riba zina uongo fitna, sehemu yingi katika dunia ya ardhi leo umewaka moto, watu wanapigana sio kwa kitu. Unasikia uko watu kule watakuiba madini yao hivi, baka kufitinisha, wewe ni unachinjana una na wanaiba mali yako. Takia Uislamu asiwe ujinga, hali hii lazima na akili uzanguni, Waislamu Wanasema ulama, malaika amejuaje watafanya hivi binadamu fisadi watamwaga damu? Wasema ardhi hii ilikuwa zamani inaishi majini, kabla sisi, imefanya fisadi, mwaga damu. Maana malaika sema watamleta watu watakuwa kama majini ambaye wamefanya fisadi katika ardhi. Baadaye Mungu ajini uh, hawa wameangamiza, baki wachache tu, amekimbia baharini, sasa mahali yangu ya point Mungu afanye mjadala na na mazungumzo na malaika, lakini sio malaika peke yao. Hapa yuko mtu mwingine, na maluun wote wote wote tunamjua, na Iblisi yupo. Kumbe katika mjadala Iblisi ipo kivipi? Mungu anasema baada kum ya kumamrisha malaika amsujudia Adam, na hii sujudu sio ibada, sujudu ya heshima malaika wametekeleza amri ya Mungu, fasajada almalaikatu kullum ajma'un, malaika yote wametekeleza nini? Amri ya mola ila Iblisa, isipokuwa Iblis shaitani aba, amekataa awe katika kumtii amri ya Mungu. Bado Mungu anaendelea kufanya mjadala na Iblis. Sikizeni vizuri sana, malaika asitakaleza amri bado, Mungu anambia mimi najua ambaye mimi najua kitu ambacho nyinyi hujui. Basi malaika amesalenda, malaika amefanyaje? Amesujudu, iblisi amekataa. Sasa mungu kamuuliza iblisi, pamoja na iblisi ana laana ya Allah, mungu amemkasirika kwake na iblisi ni iblisi tu, inatoshe kusema iblisi tu, sio sema swali wewe iblisi wa tayari matusi iblisi ni iblisi tu pamoja na hivi iblisi, jeuri yake, kiburi yake, mungu tena ameendelea kuongea naye, kaambia nini? ya Iblis ma laka alla takuna ma sajidin, kwa nini wewe ujisujudu ulitekeleza amri yangu? qala lam akun li azuli basharin khalaqtahu min salsal. Sasa so, mimi umeumba mimi katika moto na huyo Adam umeumba woyi katika dongo. Sasa so, dongo ni so, dhaifu udongo hii, mchanga hii dhaifu mimi moto siwezi, mimi moto nimsujudie huyu udongo. Sio kiburi? Sasa yeye anamfahamisha nani, Waislamu? Anamfundisha Mungu, kwa Mungu ajui huyu kaumba katika moto na huyu udongo? Sasa Mungu ameongea na Iblisi kafaina ya mjadala

Kana watu unapingana na wewe kafainayo mjadala kwa nia nzuri ya kujenga, siyo ya kubomoa. Hii ilikuwa njia wa, wa mtume. Allah ametuma wote, Mtume Muhammad tushataja, tusome Nabii Nuh ambaye mtume wa kwanza Mungu ametuma, wa akawambia watu wake na babake akawaambia watu wake, inni lakum nadhiru mubin, mimi nakuja kwenu kufahamishia ninyi onyo ambayo yuko wazi wazi vile vile sidna Nuh amekaa miaka tisa hamsini, ana mita watu wake katika awamini Mungu amekataa watu 40 tu ingine, meka, tesa, na wengine Mungu ameangamiza miaka tisa na hamsini. Qur'an nasema miaka alf kasoro hamsini. Ibrahim vile vile kaongea na babake kafanya mjadala, babangu, njoo mina ilmu ambaye Mungu amenipa wahyu, wewe huna, njoo nisikilize Musa alayhi salam kaongea na mtu anaitwa Firaun. Firaun akasema mimi ni Mungu wenu. Hata iblisi hajafika hatua hii, akasema rabbukum al-a'la, mimi niko Mungu wenu tena ya juu kabisa, lakini Mungu angalia, wakati anamtuma Musa na Harun, ila wenda kwa Firaun, amedai yeye Mola, waliiadu billah, yeye Mungu Mungu, anamwambia nendeni kwa huyu qu yaani, mtu amekufuru kwa Allah, huyu ana kibri Mungu anasema ongee nayo kwa kauli laini pamoja, Mungu anajua huyu hawezi kuamini, lakini hii message inakuja kwetu sisi beni neno napesi laini huwenda Allah atamba hofu watabata hak. Mwisho wa nabii sina Isa aleh salam Isa alehi ssalam ibnu Maryam kawaambia Bani Israili, e eh, watu wa Bani Israili, mimi mtume kutoka kutoka Allah kwenu

na wasta, wastaarabu kabisa katika dini ya Uislamu. Na Qur'ani amefundisha Mungu, Qur'ani atasema, e, Mtume Muhammad, mwambie hawa watu, wamebewa wa kitabu kabla yenu, wa Yahudi na Wakristo e, watu ame, watu ahli kitabu, njoni tufanye mjadala, si zenba ila kalimatin sawa, ikue neno baina yetu sisi, watu nakubali nyini unatafuta haki na sisi tunatafuta haki, sio hivi? kama aka haki, nyinyi lengo yenu ni haki na sisi lengo yetu haki. Tukae pamoja tuongee kwa kwa pole, kwa heshima, kwa adabu, tuache jazba, tuache matusi, tukae chini. Neno nini? tumeabudu Mungu beki yake, wala usifanye shirki maana maka Taurati umeandika Injili Mungu mmoja wazi ni ah, Mungu njoni, tuache shirki. Nyinyi sisi Waislamu acha machana naye, zanguni Waislamu, kujadiliana na watu, sio wewe ulazimishe watu rai yako, sio hivi, sio lazima hivi wainama watu, wanakupinga wewe ile awalewe wewe msimamo yako nini? Hakusikie watu wangapi? Ndugu zanguni Waislamu wanarushana maneno katika hasa mambo ya dini, Waislamu narushana maneno bado, ukaa ba moja wao umeelewana vizuri kuliko kusikilizana social media. Ni bana alikuwa maksudi yangu hivi, akumbe hivi hivi, umeelewana ukaa ba moja kwa nia nzuri, kila moja atafuta haki. Waambie mfano, mi sio mtu wa siasa. Watu wa siasa wote umekubali, wote yuko mtu anakataa tulinde nchi yetu? hakuna yuko mtu anakataa amani muhimu kwetu? Yuko mtu anakataa tanzania yetu yote ipo? Basi tuweke Tanzania katikati yetu, tukae tuongee, ile tulinde Tanzania na nchi yetu hii, neno ambayo kila watu wakubaliana. Kama kweli wewe maneno unasema ni kweli, utakubali ukaa chini mambo aishe. Zangu wa Waislamu, nimesema narudia tena Kuongea na mtu sio lazima umkinaishe wewe rai yako, lakini kitu muhimu afike message yako, wewe ulikuwa unataka nini, lengo yako ilikuwa nini, na wewe utamsikia yeye lengo yake ilikuwa nini. Lakini sio kujadiliana, lengo ya mimi nitaka ni kushinda wewe au Uwasha moto au tulete chukuchuku ya udini tugawa umma ummahii sio sahihi, kukaa pamoja ili tuelewane, iko kitu kama kosa hivyo, turakibishane hapa hapa, tuende mbele kwa mbele, wasa meeleweka. Na Qur'ani amekataa mujadala kama haina faida. Mujadala mtu ana mdharau wengine mjadala mtu anao rai yake sawa, ingine wote takataka au yeye amsikizi mtu yeyote. Hii mjadala ya Qur'ani yamekataa, wala hawezi kuleta faida wala hubati mtunda katika hii mjadala, na Qur'ani yamekataa sana mjadala. Hii haifai hata kama wanafanya mjadala wa mtu sio Muislamu. Qur'ani yamekataa, usimtukani Mungu wao. Basi sisi kwa mujibu wa imani yetu tunaona nini Mungu batili sio, sio haki, lakini Qur'ani yasema, madamu nafanya munakasha umheshimu, usimtukane Mungu wao. Wao naabudu wao, watakuja wao kumtukana Mola wako haki. Sasa hii haileti faida, Qur'ani imesema hivyo. Tutoa mfano ambayo ndio ya mwisho inshallah. Mtume sasa amekuja kwake mtu mmoja, kwa mtu anaitwa Utba amekuja kwa mtume salla Allahu alayhi wa sallam. Huyu jamaa alikuwa katika Waarabu mtu bingwa ya balagha na fasaha, kaja kwa mtume Muhammad: nimekuja kwako, mimi ni wazee wamenituma. Unataka dunia, tutakupa hela. Unataka mke, chagua wewe kwa kabila kubwa tena. Unataka wewe huo kiongozi, utakuwa wewe kiongozi wetu sisi Mungu zaidi ya 300 mnaleta bid'a kwetu, dini yake, dini ya Allah ina inasambaa, inakubalika, haki umeshinda kuzuia, umefanya njia yote, mtume ambe tashwishi Mtume amsikilize huyo jamaa anaongea, Mtume anasikiliza kimya. Na sio katika adabu, mtu anaongea, wewe unakatisha, sio katika adabu, na sio katika akhlaqi ya dini. Hata mtu anaongea kitu ambacho ukubali, ndika point, subiri, na wewe chukua muda yako, lakini unakatisha maneno ya mtu, sio sahihi na sio adabu. Mtume anasikiliza. Wewe nani? Muislamu sio Muislamu huyo, sio Muislamu huyo tena sio kafiri tu, kafiri ambaye alimuudhi mtume na wasahaba, mtume wa sallam, mtume anamsikiliza kimya, kaongea kaongea, baada ya kumaliza mtume kamwambia e, baba walidi. E baba mimi hayasema, mimi nakuambia baba walidi au baba Ahmed, sio. Maana yake nini? na kuheshimu na kuvuta na kudhamini, sio hivi. E baba walidi Umemaliza ndugu yangu? Sema ndio. Tuma nasema, na mimi si utaongea, ni fursa yangu, nisikilize. Nasema na mtakusikiliza. Hii ni tu adabu ya mjadala, kuongea pamoja. Zanguni Waislamu, kama sisi hatukae pamoja, watu hawaelewani, hasa watu wa siasa nchi hii. Mungu asijalie itakuja adui yuko nje, anapenda sisi kupigane ile aibe rasilimali yetu, ni mali yetu. Kama sisi tunapenda mustakbali ya nchi yetu na kizazi yetu, tukae pamoja, tuelewane, kila mmoja na dini yake na madhehebu yake na kabila yake, ndio watu hawaheshimiani kwa mujibu wameandika katika katiba ya Tanzania hata Qurani nasema hivi, huwezi kulazimisha watu dini yako na wewe dini yao, lakini watu lazima waheshimiane kwa mustakbali ya nchi yetu, na tujenge nchi yetu zanguni. Waislam, tuna fursa sisi tukae pamoja, watu aelewane, tuache kauli ya kugawa watu fitna. Wanasema Waarabu, nyumba kubwa inaweza kumchoma cheche ndogo tu. Cheche sidharau, lakini unaweza kuchoma nyumba mzima. Cheche hii watu wengine wanatoa upande wote, asimamishe. Tuongee kwa hikma, kwa akili, ambayo hii dini yetu imeamrisha. Kama hapa nimetoa awali, tukae pamoja, tujadiliane, tumwombee nchi yetu na watu asifukie kaburi ambaye shazikwa zamani, haileti faida haileti yoyote. Tuna fursa, tuna inchi, tuna amani, tuna neema. Neema hii watu asikufuru, na watu awasikilize kiongozi wanasema nini. Dini yetu imeamrishi tusikilize kiongozi. Ya mwisho namba na saha, vijana e, vijana, we kijana mdogo Hujui mustakbali yako, hujui nini, una jazba, barubaru una damu inachemka, usisikilize mtu yeyote anaongea wewe unamfuata tu. Sikiliza wazee, sikiliza washekhe, sikiliza watu wa dini, ambao Waislamu ambao sio Waislamu, ambao hao watu wanakuhimisha wewe utulie, usifanye vurugo. Wanasema Waarabu Wazee kama traffic light, wewe una haraka, inawaka nyakundu red. Ah, una haraka, kwambia una haraka, lakini watu wengine chabiti, ili wewe baadaye unapita kwa salama. Lakini unataka kupita na wewe kupita, itokea nini? Ajali na nyinyi wote, hakuna mtu anaena, wotu toa una ganda haba, au sio kweli? Ajali inatokea, watu naumia. Mara nyingine vumilia kwa ili nchi yako, kwa ili amani. Nasaha vijana, usipoteze, usiharibu nchi yako, usilete vurugu, usikilize watu wa ghasia ambayo wengine wengi wako kule nje, wanakula raha zao, wanakungamiza wewe. Kama utakuwa katika hii watu kwambia, Mungu amlaze sehemu wema, wema uweze kulala mpaka wewe uchunge wema hapa Wema, mimi nakwambia dua na wewe uja sali, uja fanya chochote, waweze kusaidia. Tugobe Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasolli llahumma ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.